Haya ndiyo mambo makuu kumi, ambayo ukiyaona kwa mwanaume ujue kuwa mwanaume huyo hana malengo yote na wewe. Moja, hatoi mipango ya baadaye na wewe, yaani kila mkizungumza, hana mazungumzo kuhusu kesho yenu, kama vile ndoa au maisha ya pamoja. Yeye anaishi tu kwa sasa, hafikiri kuhusu maisha yenu ya baadaye. Mbili, anakupangia muda wa mawasiliano, yaani hapatikani kwa mara nyingi, na akipatikana ni pale anapokuwa na haja na wewe tu. Tatu. Hana jitihada za kukujua zaidi, hajui mambo yako muhimu kama familia, marafiki au ndoto zako, na hajali kujifunza kukuhusu au kuhusu wewe au kuundani wako zaidi. Nne. Hana uwazi kwenye maisha yako, afunguki kuhusu anachokifanya, marafiki zake au kazi yake, mambo yake yote yanakuwa ya siri kila wakati. Tano. Hatoi msaada wa kihisia au kiakili wakati unapokuwa na changamoto haonyeshi kujali wala kukupa faraja. Sita, anazungumza tu mambo ya kimwili. Mazungumzo yake mengi yanahusu mapenzi ya kimwili, si kujenga maisha au mustakabali wa maisha nyini. Saba, anakwepa kujitolea, yaani ukiongelea uhusiano rasmi au ndoa anabadilisha mada au anaonekana kukasirika. Nane, ana juhudi ya kukuonyesha kwa watu wengine au kwa watu wako ya karibu Yani hakupeleki mahafiki, kwa ndugu au marafiki, anaweka mahusiano yenu kuwa kwa siri mda wote. Tisa, hapangi mambo ya maendeleo, yani hana malengo ya kazi, biashara au maisha kwa ujumla, huishi tu siku hadi siku bila mpango. Kumi, hana heshima kwako. Mwanaume kama huyu anaweza akakudharau kukuuzi, au kuonyesha wewe huna thamani kwake. Kwa hiyo ujumbe rasmi hapa ni kuwa mwanaume mwenye malengo anakujali anakuhusisha kwenye mipango yake na anataka mfanikio kwa pamoja.